ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na kukaribisha katika mkutano wetu ambao umeandaliwa na Wizara ya Habari kupitia Idara ya Habari Maelezo ili serikali izungumze na Watanzania kuhusu utekelezaji wa masuala mbalimbali mbali ya maendeleo ya taifa letu. Ndugu wanahabari, karibuni tena. Leo ni zamu ya sekta ya viwanda na biashara ambapo Mheshimiwa Waziri yuko tayari kabisa kuzungumza na Watanzania kupitia vyombo vyenu ili kuwaeleza nini serikali inatekeleza katika kuandaa fursa za ajira kwa viwanda, ajira za vijana na Watanzania kupitia sekta ya viwanda na biashara. Mheshimiwa Waziri naomba nikukaribishe, uzungumze na Watanzania kupitia vyombo vya habari. Mwisho tutawapa nafasi waandishi wa habari wa kuuliza maswali. Karibu sana Mheshimiwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, habari ya asubuhi ya kazi na utu, asanteni sana. Awali ya yote, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kuwepo hapa siku ya leo ili niweze kuzungumza na nyinyi waandishi wa habari, lakini na Watanzania kwa ujumla, na kuwaeleza juu ya malengo ya serikali na jinsi Wizara ya viwanda na biashara inavyotekeleza majukumu yake na namna tulivyojipanga katika kuboresha uendelevu wa viwanda pamoja na biashara. Na kwa kuanza, naomba nianze kwa kifupi kuelezea juu ya majukumu ya wizara yetu ya viwanda na biashara. Wizara ya viwanda na biashara ina majukumu mahususi ya kuandaa na kusimamia maendeleo ya viwanda na biashara kusimamia maendeleo ya viwanda vidogo na biashara ndogo, yani SMEs, kuendeleza miundombinu ya viwanda, kusimamia miliki bunifu, kusimamia masuala ya ushindani wa haki masuala ya ushindani wa haki kusimamia vipimo viwango na ubora kusimamia intelijensia ya masoko na kukuza biashara kukuza mauzo ya bidhaa nje ya nchi na kusimamia usajili wa biashara. Kwa kifupi, tunazo taasisi zinazosimamia haya yote katika kuboresha mazingira ya biashara, kukuza viwanda na kuleta ushindani wa, shoko, wa soko Shirika la viwango Tanzania linasimamia ubora wa bidhaa. Shirika la maendeleo la taifa linaendeleza miradi mikubwa ya kiuchumi. Shirika la kuhudumia viwanda vidogo yani SIDO linasaidia maendeleo ya viwanda vidogo na kati. Shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania Tantrade, na uh, pamoja na shirika la sorry, shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania Tirdo, shirika la uhandisi na usanifu wa mitambo Tanzania Temdo pamoja na, uh, na shirika la kituo cha zana za kilimo na teknolojia vijijini. Haya matatu yanahusika na utafiti, teknolojia na ubunifu wa viwanda na kilimo. Wakala wa vipimo anasimamia usahihi wa vipimo na mizani. Aidha, wakala wa usajili wa biashara na leseni anafanya usajili wa biashara na mali miliki. Mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade inahusika na uendelezaji wa biashara za ndani na nje ya nchi. Mahakama ya ushindani wa haki uh, yani Fair Competition Tribunal, na baraza la taifa la utetezi wa haki za mlaji linasimamia ushindani wa haki na kulinda walaji, na bodi ya udhibiti wa stakabadhi ya gala inafanya usimamizi wa stakabadhi za gala. Na mwisho, chuo chetu cha elimu ya biashara CBE kinatoa mafunzo ya biashara na uongozi kwa lengo la kujenga uchumi imara shindani na jumuishi. Kwa ufupi, taasisi hizi kumi na tatu ndizo tunazozisimamia chini ya wizara yetu ya viwanda na biashara. Lakini ni muhimu mfahamu, sekta yetu haisimami peke yake. Ili tuweze kutekeleza majukumu yetu, tunashirikiana sana na wizara na sekta zingine. Sekta yetu ni sekta wezeshi na ni sekta ya uratibu. Baada ya ya ya kusema usuluhi huo juu ya majukumu ya wizara yetu naomba sasa nieleze kwa namna Dira ya ishirini hamsini inaeleza mambo ya umuhimu katika sekta yetu ya viwanda na biashara. Katika Dira ya ishirini hamsini yapo maeneo matatu muhimu ambayo yanaangazia sekta yetu. Na eneo la kwanza ni maendeleo ya viwanda. Dira inaweka viwanda na uzalishaji kama msingi wa mabadiliko ya kiuchumi, ikitambua kwamba Tanzania itafika kwa urahisi, itafikia kwa urahisi maendeleo ya kudumu kwa kuongeza mnyororo wa thamani, na mnyororo wa thamani unaongezeka kwa kuzalisha ajira, unapunguza uagizaji wa bidhaa za nje, unavutia uwekezaji, na hapa ndipo viwanda vinapozalishwa. Na mwisho tunafanya uchumi unakuwa shirikishi na kupanua wigo wa Tanzania katika kushiriki kwenye biashara. Lakini eneo la pili ni sekta ya biashara na masoko ya nje. Katika sekta ya biashara dira inasisitiza kuimarisha ushiriki wa Watanzania katika masoko ya kikanda na kimataifa. Takwimu za biashara za nje zinaonyesha kuwa thamani ya jumla ya mauzo ya nje ya bidhaa na huduma nchini imeongezeka kwa zaidi ya asilimia 9.8 kufikia takriban dola za Kimarekani bilioni 14.72 kwa mwaka 2024 ikiinganishwa na mwaka uliopita kabla ya huo, japokuwa tunakabiliwa na upungufu wa biashara Yani, trade deficit ambapo uagizaji wa bidhaa unaendelea kuwa juu kuliko mauzo ya nje ya nchi. Sekta ya tatu ni uh, eneo la tatu ni sekta binafsi na ujasiriamali. Dira inaeleza wazi kuwa sekta binafsi ndio injini kuu ya ukuaji wa uchumi, huku serikali ikibaki kuwa mwezeshaji kupitia sera bora, sheria rafiki kwa wafanyabiashara na miundombinu imara. Dira pia inasisitiza ukuaji jumuishi wa biashara kwa kuhamasisha ushiriki wa wafanyabiashara wadogo wakati na wakubwa na kutoa kipaumbele kwa vijana wanawake na watu wenye ulemavu ili kuhakikisha maendeleo yanawafikia watanzania wote. Wenzetu wa mipango na uwekezaji wametuambia kuelekea utekelezaji wa Dira ishirini hamsini kwenye mitaji zaidi ya asilimia sitini inatoka kwenye sekta binafsi na ndio maana sekta binafsi kwa tu sisi ni injini muhimu sana kuelekea utekelezaji wa dira ishirini hamsini. Kwa rugha nyepesi dira ya maendeleo ya taifa inaweka wazi kuwa viwanda imara, biashara yenye ushindani na sekta binafsi yenye nguvu ndizo nguzo kuu za ustawi wa taifa na msingi wa kujenga uchumi imara, shirikishi na wa kipato cha kati cha juu. Katika mwaka 2021 mpaka 2024, katika kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya sita, serikali ya awamu ya sita imeboresha mazingira ya ufanyaji wa biashara, na mojawapo ya maeneo ambayo yanaweza kudhorotesha ukuaji wa biashara kama hayataangaliwa vizuri, basi ni sera, kanuni na sheria ambazo hazijauishwa kulingana na mazingira na mabadiliko ya kiuchumi. Haya maeneo matatu yanaweza kuleta unafuu mkubwa wa ufanyaji biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa hiyo, naomba niseme kwa kifupi namna ambavyo kwenye kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya sita, namna ambavyo tumeweza kuboresha na kuleta ufanisi kwenye ufanyaji wa biashara. Katika upande wa sera, pamoja na nyingine nyingi, tumeuisha sera ya taifa ya biashara, sera ya maendeleo endelevu ya viwanda na sera ya uendelezaji jasiriamali ndogo na za kati tumeuisha sera hizi ili kuendana na mahitaji ya sasa na sasa, tunaendelea kuifanyia kazi sera ya miliki bunifu. Uchumi wa sasa unahitaji kuendana na mahitaji ya sasa ya uchumi wa Tanzania na ushindani wa kimataifa. na na kwa kwa kweli tumeanza kuona manufaa ya kuwaisha sera sera zile, na kwa mfano, sera ya taifa ya biashara tuliiboresha mwaka 2023 ili kuweka msisitizo kwenye biashara ya nje, yani export-led growth badala ya kutegemea soko la ndani peke yake, na ndiyo maana mnaona tumeongeza thamani ya mauzo ya nje ya bidhaa na huduma export kwa zaidi ya asilimia 14 ikifikia takriban dola za Marekani bilioni 16.89 kwa mwaka huu 2025. Lakini pia ilikuwa muhimu kuuisha sera hii ili kukuza biashara ya bidhaa za viwandani na kilimo zilizochakatwa. Kwa upande wa bidhaa za viwanda tumeanza vizuri kuna, kuna bidhaa nyingi zinakidhi soko la ndani na hivyo sasa inabidi tupeleke nje. Na wengine watakuwa wanafahamu kuna baadhi ya bidhaa ambazo wanaweza kuzitolea mfano. Kwa mfano bidhaa ya saruji yaani simenti, uzalishaji uzlis katika soko la ndani ni tani milioni kumi nukta tisa na mahitaji ya ndani ni tani milioni 8.5, na kwa hiyo tunakuwa tuna ziada ya tani milioni 2.4 ambayo tunaitumia kwa ajili ya masoko ya nje, lakini vilevile vile, uh, bidhaa nyingine sisi tumezoea kuita marumaru tiles, ambapo sisi tunazalisha uh, tak takriban metric tani laki moja na ishirini na tano kwa siku na mahitaji ya ndani ni uh, metric tani elfu themanini kwa siku, na kwa hiyo tunakuwa tuna punguzo hapo za ziada karibia elfu arobaini na tano ambayo sasa ndo tunapeleka kwa ajili ya soko la nje lakini vilevile, tuna bidhaa inaitwa float glass, ni zile uh, vioo ambavyo vinatumika kwenye usanifu wa majengo hapa tunazalisha takriban tani laki moja na ishirini na moja mia tano kwa mwaka na mahitaji ya ndani ni kidogo sana, kwayo inasababisha karibia asilimia sitini ya uzalishaji tutumie kwenye masoko ya nje lakini vilevile vile kuna bidhaa ya mabati ambayo kwa mwaka tunazalisha takriban tani laki mbili sitini na matumizi ya ndani ni tani laki moja thelathini Kwa hiyo inayobakia takriban tani laki moja thelathini inabidi tutumie kwa ajili ya masoko ya nje. Kwa hiyo najaribu kuwaonyesha ni kwa namna gani tumeweza kuhuisha sera zetu, sheria na kanuni ili kuweza kuendana na mahitaji ya sasa, na hivyo tunaanza kuona manufaa yaliyopatikana kwa kufanya hivyo kwenye kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya sita. Bado kuna kazi ya kufanya kupanua wigo na kupeleka nje bidhaa nyingi za viwandani zinazochakatwa, na pia kwa upande wa bidhaa za kilimo zilizochakatwa bado kuna kazi ya kufanya ya kuongeza thamani, ili sasa tusiuze tena malighafi, bali tuuze bidhaa zilizoongezewa thamani. Tumefanya vizuri kwenye kuexport mazao ya kilimo, lakini sasa mtakumbuka mwanzoni niliwaeleza malengo yetu, ni kupambana na kuboresha mnyororo wa thamani pamoja na kwamba wakulima wananufaika na nchi inanufaika kwa bei nzuri ya mazao. Sasa tunataka kuendeleza kongani za viwanda na kuanzisha nyingine kwenye kila wilaya ili kuchakata mazao hayo ili kuyaongezea thamani, kuleta ajira kwa Watanzania hususan vijana, na kisha kupeleka nje bidhaa zilizokwisha chakatwa ili kuongeza mapato ya nje na na swala la kongani kwenye kila wilaya ni swala la ambalo lipo kwenye utekelezaji na tumeanza kulifanyia kazi. Sasa hapo nilieleza kwa upande wa sera namna ambavyo zimetusaidia sana kwenye kuboresha mazingira ya biashara na kuleta matokeo. Sasa vilevile tuna sheria mbalimbali ambazo tumeziuisha takriban sheria 13, na sheria hizi kwa kweli zimetuletea mafanikio makubwa sana kwenye kurahisisha taratibu za kuanzisha biashara kuimarisha udhibiti wa vipimo na mizani, kupunguza muda na gharama za kupata leseni, kutoa msaada kwa viwanda vidogo, kuboresha mazingira ya uwekezaji wa viwanda vya kuuza nje, kuanzisha na kuimarisha maeneo maalum ya kiuchumi, kuongeza jukumu la taasisi yetu ya TIRDO, lakini kupunguza vikwazo vya ushuru, kurekebisha viwango vya kodi, kuboresha mfumo wa VAT, kurahisisha uwekezaji na kuunganisha EPZA na TIC na sasa imekuwa TISEZA. Nilianza kwa kuwaambia sisi viwanda na biashara, mipango na uwekezaji ni pacha wetu, kwa hiyo masuala mengi tunashirikiana. Kwa hiyo tukiboresha sheria za, za uh, wizara nyingine ama taasisi nyingine, moja kwa moja inaboresha pia sekta yetu kwenye kufanya biashara na kufanya uendelevu wa viwanda. Kwa hiyo tumefanya kazi kwa zaidi ya sheria mama kumi na mbili, kanuni na miongozo mbalimbali mbali, ambayo yameanza kuleta matokeo kama nilivyoanza kusema, katika kuongeza ufanisi kwenye biashara. Kwa mfano katika kipindi cha miaka minne iliyopita tumefanikiwa kuongeza idadi ya sajili na leseni, ambapo usajili wa kampuni umeongezeka kutoka kwa makampuni 9630 hadi makampuni 23365, majina ya biashara 17202 hadi 31123 alama za biashara zimeongezeka kutoka 2406 hadi 3148 kwa mwaka. Vilevile vile, leseni za biashara daraja A zinazotolewa na BRELA zimeongezeka kutoka 11726 hadi 22718. Leseni za viwanda zimeongezeka kutoka 236 hadi 991 90, pia utoaji wa hataza umeongezeka kutoka 36 hadi 76. Takwimu hizi zinaonyesha ukuaji katika utoaji huduma za sajili na utoaji leseni ikiwa ni ongezeko la wastani wa asilimia mia moja na nne kwa mwaka. Yote haya ni kwa sababu ya maboresho makubwa yaliyofanyika. Viwanda vimeongezeka na nitawapa mfano. Kwa mfano wa mkoa wa Pwani peke yake katika kipindi cha miaka minne tumeweza kujenga viwanda 244 lakini hapa tujajumuisha vile vidogo vidogo vile vidogo vidogo ni zaidi ya mia tisa kwao. Kama huo ni mkoa mmoja, inamaanisha jitihada ambazo tumekuwa tumezifanya zinaleta matokeo, na kwa mkoa mmoja peke yake huu Pwani ambao una viwanda vingi, ni wastani wa viwanda sitini na moja kwa kila mwaka. Baada ya kueleza kwa kifupi mafanikio ya hatua ambazo tumezichukua kwa kipindi cha awamu uh, um, ya kwanza ya serikali ya um, awamu ya sita, sasa naomba niwaeleze ni kwa namna gani tumejipanga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 yalifikia dola za Marekani bilioni 3.94 mwaka ishirini ishirina nne, ikiwa ni ongezeko la asilimia 40 ukilinganisha na mwaka ishirini na ishirina tatu. Mauzo haya yamechangiwa na uuzaji wa mazao ya kilimo kama kahawa, tumbaku, vioo, mazao ya kilimo na mazao mengine kama kahawa, tumbaku, vioo, nafaka, viungo na nyuzi za mkonge masoko mapya yamefunguliwa kupitia soko hili huru la biashara la barani Afrika, ikiwemo sasa tunaweza kuuza kwenye nchi kama Nigeria, Moroko, Senego, Ethiopia, Ghana, Algeria, Jibuti na Guine. Lakini vilevile vile tuna soko la Umoja wa Ulaya ambapo mauzo ya Tanzania kwenye soko la Ulaya yameongezeka kutoka dola za Marekani milioni 633.5 kwa mwaka 23, 23 hadi dola za Marekani milioni 686.3 kwa mwaka 2024 ikiwa ni ongezeko la asilimia 7.6. Na ongezeko hili limechangiwa na ongezeko la mauzo ya mazao kama parachichi, kakao, kahawa, tumbaku pamoja na mauzo ya madini, lakini vilevile tuna soko la Asia ambapo mauzo ya bidhaa zetu yalikuwa dola za Marekani bilioni 2.92 kwa mwaka 2023 na dola za Marekani bilioni 2.84 kwa mwaka 2024, na ambapo bidhaa kama korosho, mazao ya kunde, parachichi, pamba, karanga na nyama ya mbuzi zilichangia mauzo haya. Kwa hayo na mengine yanaendelea, tunayoendelea kuyatafuta, unatupa fursa ya kupanua wigo kuuza biashara nje na kwa sasa tupo katika hatua za mwisho za uandaaji wa mkakati wa mauzo nje ya nchi ambao utawajumuisha vijana katika utekelezaji wake. Tunataka mojawapo ya kundi linalopaswa kunufaika na fursa ya kupata masoko bora ya bidhaa, basi liwe ni kundi la vijana, na hivyo tutahakikisha mkakati huu unaendelea kuwa jumuishi. Lakini pia ili kuweza kushiriki katika biashara yapo masuala ya kuendelea kuyafanyia kazi ili kuongeza nguvu kubwa katika kurasimisha biashara, na tukifanya hivyo tunakuwa tumegusa makundi mbalimbali, hususan vijana, lakini tunakuwa tumeweka mchango katika kuongeza ajira, lakini pia kuendelea kuboresha mifumo ya kidijitali ili wawekezaji na wafanyabiashara wapate huduma za kufungua na kuendeleza biashara zao kwa urahisi tumeshafanyia kazi urahisi wa kurasimisha biashara na kusajili biashara, japokuwa bado kuna maswala ya kuendelea kuyaboresha, yaani, ili mpaka tuweze kufikia hatua ya kuuza nje, ndizipo hatua ambazo inabidi tuzifanye tukiwa hapa ndani ya nchi, na mojawapo ya maeneo ambayo ndio mlango wa kuanza biashara ni usajili wa biashara makampuni huo ndo mlango wa sisi kwanza kufanya biashara hata kabla ya kuwafikia hao wa vijana waweze kwenda kuuza nje kwao. Tumejikita pamoja na masuala mengine, kurahisisha uanzaji wa biashara hapa. Mtu akiwa anataka kufanya usajili na akiwa anataka kufanya biashara, basi iwe rahisi. Tumeboresha mifumo ya kielektroniki ya usajili na leseni, ambapo huduma zote za usajili na utoaji leseni, leseni zinafanyika kwa njia ya mtandao kupitia mifumo ya elektroniki na hii tunafanya kupitia taasisi yetu ya Brela ambapo ipo mifumo mbalimbali iliyopo pale takriban mitatu. Matumizi ya mifumo yameendelea kurahisisha utoaji wa huduma na kuwafikia wadau kwa haraka, ambapo mifumo hiyo imekuwa ikifanyiwa maboresho ili kuwa rafiki zaidi kwa watumiaji. Maboresho hayo yanaendelea kurahisisha utoaji wa usajili wa leseni, hivyo kiongoza kasi ya urasimishaji wa biashara kwa maendeleo endelevu ya nchi na najua kuna wale ambao wanatumia mifumo hii sana, ikiwemo mawakili, wamekuwa wana malalamiko kwamba mifumo labda inaleta errors hapa na pale. Napenda tu niwaambie hata sasa hivi pia kuna zoezi linafanyika kwa ajili ya kuboresha mifumo. Mifumo ile ipo mitatu kuna online registration system lakini vile vile kuna Tanzania National Business Portal na Beneficial Ownership Portal. Kwa hiyo sasa kwa upande wa BRELA tunafanya marekebisho makubwa kwenye mfumo wetu wa ORS kwa ajili ya kuongezea ufanisi ili kuweza kuondoa error ndogo ndogo ambazo zinapoteza muda kwa watumiaji. Kwa hiyo tuendelee kuhakikishia tulianza mifumo yetu ya kidijitali kwa ajili ya kuboresha huduma. Kwa hiyo kwa kadri ya matumizi na mabadiliko ya teknolojia yanavyokuja, tutaendelea kuiboresha kwa ajili ya kuleta ufanisi. Lakini vilevile vile, kwa ajili ya kuboresha zaidi, uh, ufanyaji wa biashara tumefanikiwa kuunganisha uh, mifumo hii pamoja na mifumo ya taasisi nyingine, ambapo mfumo huu wa usajili kwa njia ya mtandao ORS umeunganishwa na jumla ya taasisi nyingine 29 za serikali na binafsi, ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa zinazotumiwa na taasisi hizo kwa hatua mbalimbali za utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizo. Yaani, mifumo kusomana. Na kwa kuwa tunataka huduma pale BRELA ziweze kuwa tunapata mrejesho, tumeanzisha kituo cha huduma kwa wateja, na kituo hiki kinafanya kazi kwa siku sita ndani ya wiki kwa ajili ya kuweza kupata mrejesho. Na kwa sababu BRELA yenyewe iko hapa Dar es Salaam na tunafanya huduma za kidijitali, tunataka tuwe tunawasiliana na wateja, na ndo maana tuna call center pale kwa ajili ya kuwafikia wateja wetu katika maeneo mbalimbali. Matumizi ya mfumo huu, matumizi ya mifumo hii yameongeza ya kasi ya utoaji huduma na kufungua wigo wa mawasiliano na wateja hususan katika kushughulikia changamoto za wateja kwa haraka. Sinu